Jina anaitwa Jumanne Misungwi, ni mmoja wa bodi ya wakurugenzi hapa Igalula Gold Mine. Ni mgodi ambayo tuliupata sisi kama wachimbaji wadogo wa hapa Tanzania, ambayo tulipewa leseni mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Mgodi wetu ulianza taratibu kama kwa wachimbaji wadogo wadogo, tukichimba kwa kujitafutia kidogo kidogo, lakini elfu mbili na ishirini tukaendelea tumefika 2024 kulingana na changamoto zilizokuwa tunazipata kwenye uzalishaji mdogo mdogo wa kujitafutia, kwa sababu tunakuwa hatuna teknolojia yoyote ya uzalishaji. 2024, tukawa tumeingia na, na kampuni ya Zone Tan Shoe kama technical support, kwa, kwa, kwa mfumo ambao umewekwa na mama yetu mama Samia kwa ajili ya kutusaidia sisi, kwa sababu wao wanakuwa na vifaa vingi, na walifika tukafunga mkataba wetu wa miaka mitatu na, endelea na uzalishaji huu, na mpaka sasa tunaendelea na uzalishaji. Wamefanya kazi almost kama miezi saba sasa hivi, lakini miezi ya uzalishaji ni kama miezi miwili mpaka sasa hivi, lakini kwa kiwango tulichozalisha uzalisha ndani miezi miwili tumezalisha kama kilo kumi na tano na kuendelea na, na serikali imechukua kodi yake tumelipa kwa kweli. Tunajivunia uwepo wa mama yetu, tunajivunia uwepo wa Rais wetu, uwepo wa waziri wetu wa madini Anthony Mavunde tunajivunia sana kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanatusaidia sisi wachimbaji wadogo wadogo tukishirikiana tushirik, na ofisi ya madini ya Mbogwe ikiongozwa na Hango Jeremia, kwa kweli wamekuwa na sisi bega kwa bega, na tayari technical support walipoingia wa tumeweza kupata manufaa mengi, lakini vilevile kwenye swala la jamii pia tumeshiriki. Kuna shule mpaka sasa ya sekondari inaitwa Gold Mine ambayo imetokana na mgodi wetu kama sisi wazawa Igarula Gold Mine, tumefanya vitu vingi na mpaka sasa bado tunaendelea na ujenzi wa maabara pale, kwa hiyo wanafunzi wanasoma. Lakini vilevile, hii kampuni imekuja kutoa ajira kwa wazawa, watu wameajiriwa, nafikiri mnawaona, wapo kwenye ajira, wanapata vipato, na tumekuwa ni kampuni ambayo kweli inaweza kuwa ni ya mfano, kwa sababu haina migogoro yoyote ile na inafanya kazi na inamtaji. Kwa hiyo mimi nafikiri tunampongeza mama Samia Suluhu Hassan, hadi asisi wachimbaji kusema kwamba tumeongezea mitano tena mingine inayofuata na hakuna mpinzani mwingine. Habari zenu, jamani, mimi ni wakili wa Jongtan Shunkun, naitwa Liudiha. Tumekuja hata maeneo ya Galula kufanya uchimbaji wa dhahabu.

linatuhamasisha sisi kama wageni ama wa China kuja kuwekeza Tanzania na tunafurahi sana, so, tunapenda uh, uh, uh, ku sana kushirikiana na Watanzania. Tunatoka China mbali kwa ajili ya kuja kushirikiana na wazawa na kupata chochote kitu ambacho kitawanufaisha wananchi wa Tanzania pamoja na sisi wa China tunaotoka China kwa ajili ya kuja kufanya uwekezaji wetu hapa Tanzania. <tansi> <tansi> Tunapenda sana kumshukuru Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu ujaja huu na ushirikiano huu ili tuendeleze uhusiano mzuri kati ya watu wa Tanzania na watu wa China. <tansi>